Kwa fikra zangu mimi, nilivyoziona timu zote zilivyocheza, zinapokaribia umaliziaji wa ligi, Yanga ilishinda tano na Simba ilishinda tano, lakini katika viwanja tofauti tofauti. Lakini kwa kasi ya Simba bado haitomuweza Yanga. Yanga kasi ya, kasi yake imezidi kwa sababu Yanga kasi yake inapoanza mwanzo mpaka dakika ya mwisho, lakini Simba akishafikia dakika ya sitini anakata moto. Cha msingi kurekebisha hapo kwenye dakika sitini arekebishe kwamba anawezaje kuwa na moto ule ule watoka dakika ya kwanza. Ni kwa nini anakata moto hizo dakika sitini za awali? Kutokana na wachezaji wao, wachezaji wake, yani pumzi Inawe, inawe, inaonekana kwamba ndo wanafikia mwisho wamechoka choka hivi, wamechoka. Mbona tayari pale Jean Charles Ahoua mm. ana magoli ya kutosha ukilinganisha na Prince Dube Mpumelelo na uh, nani huyu Clement Mzize mm, ni kweli uh, anaongoza kwa magoli lakini, yes mtu wa kutengenezewa peke yake hawezi kuwa na kasi lazima kasi iwe na wachezaji walio zaidi ya wanne wa sehemu ya, ya, ya juu ndo anaweza kupata magoli sasa. Ikiwa kwamba peke yake hawezi kupata magoli, yaani aanze chini apandishe mpaka juu atafute goli, atakuwa naye yuko huyo. Kwa maana hiyo, awe na wasaidizi kutoka kati kwenda juu. Wakifanya hivyo, watashinda kwa sababu wapo wachezaji wazoefu Mchambuzi, mbona kama unapendelea? Mimi sikuelewi. Mm, kwa nini unielewi? Sielewi, naona kama unaipendelea Yanga. Aa, hapana, si kwa sababu wote tunaiangalia mm -hmm. Yanga tunaiangalia Simba tunaiangalia tunaona dosari zao. <laughs> Dabi ya Kariakoo unampa Simba ngapi na Yanga ngapi? Dabi ya Kariakoo, Yanga nampa mbili, Simba nampa moja. Eh? Yeah. Kwao safari hii tena Simba achukui kombe? Ah, Simba safari kuchukua kombe yani ni asilimia chache sana ila, Yanga ni asilimia nyingi, pamoja na kwamba Stefani Azizikia yupo bado, hakijapungua kitu kwa sababu Yanga namba moja wanacheza watatu, kwa hiyo haiwezi kuteteleka kuelekea kuhitimisha msimu na pia usajili Unaishauri nini, uh, klabu ya Simba ukiwa kama mchambuzi? Uh, Simba, wachezaji wako vizuri, lakini lazima waongeze waongeze nguvu kwa washambuliaji tu. Wakifanya hivyo, majambo yatakwenda vizuri. Lakini mbona kimataifa Simba yuko vizuri? Sasa, mm, huwezi kujua kwa ajili ya kujituma kwao wanaweza wakaona kwamba labda kule kwa kimataifa kuna umuhimu sana eh, na huku ni ya kawaida. Huku unapoona ya kawaida ndio unaweza ukawa unafungwa, lakini kule unasema kwa sababu kuna wakali wengi, lazima na mimi ni kaze, ndio utajikuta na wewe unafanya vizuri. Lakini huku unasema huyu, ah, mm, Azamu namweza, KMC namweza, kwa hiyo nawe kiwango kidogo kinashuka yeah. Nini wito wako sasa kwa mashabiki wa Simba kuelekea dabi ya Kariakoo? Uh, wito wangu kwa washabiki wa Simba wasiwe na jaziba, timu nzuri, hata kama watafungwa bado timu nzuri. Katika kusajili Ikishaongeza kidogo usajili, Simba iko vizuri kabisa, inaweza kucheza mahali popote, na hata huyo Yanga anaweza akafungwa kama hakusajili vizuri. Mimi naitwa Sulemani Saleh Kingo, napatikana Chanika Magenge.